Away with them. Na katika kaunti ya Wajir, wakaazi wa eneo bunge la Tarbaj waliandamana wakilalamikia mchakato wa ujenzi wa barabara ya Tarbaj hadi Kutulo ama ni eradhi Kutulo. Waandamanaji wanamtuhumu mhandisi wanaosimamia mradi huo kwa kuwatenga wakaazi wa maeneo hayo katika ajira, wakidai kuwa watu kutoka maeneo ya mbali ndio wanaopewa vibarua. He's doing nothing. There's a lot of discrimination in this construction. We need fair. We need fairness in this uh, construction. We need the locals to be uh, employed or given some opportunities. So we need now change. We need change. So we are saying Mugo must go. He muta anaitwa Mugo, ambaye yeye ni ni consultant. Tena yeye ni engineer, ambaye anatoa watu kazi anaandika watu yake kutoka down Kenya, wale ambayo wanafanya kazi ya, ya kusafisha ungo anatoa hata anaandika, ana, ana, anaandika ile watu yake ile ya kupiga chakula bia namna hiyo. Kwa hivyo hiyo mutu sisi tunataka Mugo masugo.